Eh. Pole bana. Mtu, papa, alifariki hapa. Papa, hapa, kulia. Pole sana. Na kwanza hadi pia afike watu wangu. Mimi ni, nimekuja na nduthi. Eh, nimekimbia na nduthi <gibia> hapa. Juu mwenye anajua Collo ni kwa <gibia> ile kwa kuna mtu kwa mama nimepigia. Ndio hapa ameenda. Jamani amenipigia ameniambia. Jamani amenipigia ameniambia kuna kijana wenu anakufa hapa. Anaitwa Moshi huyu jamaa. <gibia> Mosh oh, mwambie shukran. Simemwambia shukran. Kolo pole bana, pole sana. <coughs> Acha tungoje dit, nimekuja venye niko kuja mbaya. <coughs> Nimekimbia mbio wa sasa saa hii, hata kama nile siku nitijirusha, kwa nini kwa matope nini, kwa simo kumchukua leo siwezi Mambo ni mbaya, watu wangu, nawapenda sana. Na kawaida yetu ni kama kawaida, Johncena Silver. Sasa sijui shida ni nini, na kuna wale wako huko e, ndi wameniambia walikuwa wanachunga mbuzi, wakanipigia simu. Kuna mmoja alikuwa Omosh, alikuwa na namba yangu. Wa wa wa. Pole bro. Wanamaliza msanii, wanamaliza talent ya nini? Hii ni wivu hii. Hii nao ni wivu. Naona DT amefika acha kuja kutoka juu. Utasema kiendi na nini na amina wako around hapa. Wako around area hii, mganga wako, mganga wao. <tosan> DT habari? Mm. Johni, salama sana, upo shwari wala e. Sehemu hii tumefika e. Mwanzo wacha niliangalia kwa undani zaidi e. Maana hapa hapa tulipo e. Ni sehemu hii, kama unaikumbuka vyema, Johni Kendi anapenda sehemu hii na wala yupo hapa hapa Kendi, Kendi yupo mtaa hey. namganga wake mama alikuwa anapiga nduru, alikuwa amepiga nduru, alikuwa mepika ni amekufa wala. Kolo Kolo mzika daktari huyo, mm. Kolo hataki kunijibu ni kwa kuwa anaumia mm. Tumbo inamgoroga mm, inampeleka juu juu, tumbo linampeleka vibaya zaidi. Ni kwa nini? Maswala ya vyakula Joni. mm. Wafahamu wakati ule nilipowaeleza kula, nipo hapa mm. Ku mbuzi ndiyo wakati wa mbuzi nilikuwepo ili... wala walienda sehemu nyingine mm. Na Johni ulikuwa pale yeah. Wakaila vyakula alivyokuwa ameviwacha kendi sehemu ile ambayo tuliwapata. Nipo hapa Johni. mm. Tamsaidia sasa e, tulia mimi hey. Ndiye najua <laughs> wala niko naangalia sehemu ambayo ilianzia hili lote hili Mm. Mama pia eh, unaona daktari unamkumbuka yule ndio mm, nimfahamu yeah. eh. Anayekuja wala ni yule mama tuliyempata wakati ule, hata yeye alinipigia simu mm. eh. Wala ndio hata wengine wamesaa kijana. Mm. Saidio kijana <coughs> nipo hapa kwa ajili ya ili tulia, papo hapo, niko naliondosha ili sasa hivi katika sehemu hii ambayo amefanywa hivi, atanyanyuka tu Kolo. Nipo hapa ili waliona hilo, tulia Kolo, imekuja kukokoa Kolo muzika Nyanyuka Kolo, asante sana, umenipigia sana simu Kolo. Mm, tupo hapa tumekuja kwa ajili ya kukuokoa. Nipe ule mkono mwingine. Nilikueleza, mchanga huu huu uliokufanya hivi ndio huu huu utakao kuponya. Lipo sawa hilo. Mungu amsaidie, Mungu yupo naye, nyanyuka Kolo. Unataka kumumaliza, ila hawatoweza na muziki wake, wala ni wivu tu yeah, na wala Johnny. Mm. Collo mm, sehemu hii yeah, lipo jambo hili, njoo litia mkono wako hapa, tulia papo hapo wa hio muziki wake inataka kumumaliza. Maswala haya yanatoka mbali mm. Rehema amehusika na Kendi amehusika mm. Kinachomkwaza Rehema, anatamani sana Kolo aende chini. Jua Kendi anajua asiri zote, ndio anafahamu kila jambo, ila halitowezekana. alafu amemtishia sana, hata kuna nyimbo yake amempiga, amempiga strike ndio alilipiga hilo, mrudishe salama, atakuongelesha vizuri. Kila kitu yeye anajua, mambo mengi atakieleza. Yupo hapa Collo, naelewa kwamba umepitia wakati mgumu zaidi mm. ila kama nilivyokueleza, nimekuja kwa ajili ya kutengeza mambo, nimekuja mm. kwa ajili ya kulitengeza hili na nataka kuanguka, Daktari, karibu anguke, wala hawezi kuanguka sehemu hii tunalichota lote tu mm -hmm. Wala maswala ya kumweka sawa tu mm. kurukutamantelele mm, yatakuwa sawa, tulia papo hapo wala Johni e, nataka tutoke katika sehemu hii mm. Nataka nilifanya jambo humu mm. Ila mwanzo sehemu ile pale, anaweza kuketi Collo hapa ajieleze watazamaji, kuna wale ambao hawaelewi kinachomfikisha hapa, ni mziki wake, na kwa kuwa ana talanta ile nzuri ndipo anatamaniwa sana kuwekwa chini Kolo, mm, okay. Talanta yako itadumu, Mungu yupo nawe, na asingekuwa ni masuala ya Mungu wala ungekuwa umeshaondoka katika dunia hili, yatakuwa mm. Sawa njoo, wala hili eti unajaribu kulichuta mguu wangu, siwezi kuanguka rakta hili Kolo tulia, sehemu hii, kila kitu kitakuwa sawa. Wala Mungu muumba wetu, wakati huu na mwanao Kolo Muzika anajaribu sana kipato chake, ila kwa wivu walio nao walimwengu wanatamani sana kumweka chini hapa tulipo na Joni ni kwa ajili ya kumsaidia, na wala Mungu, wakati wote tunakuhitaji. La kwangu kama chombo nimeshalifanya, ni wakati nawe umwandalie kwa wema. Collo na Joni uzidi kumfunika, maana kupitia kwake na chaneli yake utubu Johncena Silver anazidi kuwasaidia wengi, na wala haukumleta Kolo bila sababu, kulikuwa na sababu. Na kwa hilo tunaomba neema na rehema zako, bila kusahau, yupo mama katika mtaa huu sehemu ambayo tupo pamoja na mwanao, wameyaona mengi, wameyaona wafu kwa ajili ya ushirikina wa mtu anayejiita daktari. Ila Mungu, kichapo chako na kipigo chako kitadumu, na kwa hilo amina. Amen. Collo, Amen, daktari najua kwamba sasa hivi upo katika sense zako, ila hali ambayo upo yaonekana upo sawa, utajieleza tu. Joni, mama huyu aliye hapa ana jambo, ana jambo la kabla ya Collo ajieleze. Mpe nafasi awaeleze kuna nini inapoendelea. Wacha nisafisha jiji oh, oh. na wala Joni mm, usikimbie. nacho maanisha naweza karibia mambo nacho maanisha mm, utakapomuona Kendi usishtuke. Mm, yupo humu tu Kendi, uko hapa humu humu mtu, na nitamleta pamoja na yule shenzi mm, muganga mchawi yule. Mm, kazi kuwaharibu watu tu mm, eti anawasaidia msaada upi huu? oh. Kwa hivyo wamejificha ile, wanataka kummaliza, wanataka wammalize, ila waliko wanalialia tu mm. Maana wanajua nini maana ya diti. Zungumza naye, mtawaleta hapa, si ndio? mm, nitawaleta. Sawa, waje, niendelee na kulisafisha sehemu hii mm. Kabla Collo ajieleze mm. Ajieleze mwanzo e, hata huyo moshi huyo, ndiye aliniambia ni wanakuja, ndio kuja tu kuja huyu kijana mzuri sana, ndiye anapiga simu, ndio e. Aliyekufahamisha uh. Na wala ni vyema o kurakuta mantelele kuzungumza nawe. Joni, niaje, kazi nzuri sana mm. E, shukran e, ulipiga simu kweli bana, ulinipiga simu, kijana alikuwa anangamia hapa oh. E, pamoja haya haya, anaita Jimmy huyu Jen, Jen ni wanjiko. Eh, anaita Jen. fn mambo ni mbaya. Alikuwa anaanguka hapa ndani. atgij Eh. Hayuko sawa hiyo, hayuko sawa. Hiyo mambo yake ni ngumu. m yakanf iyo hayuko sawa. Hey, Musani hmm. Chambo hmm. Musani ni huyo sasa. Si utamsaidia maji yaoge? Eh, hey, mama atakusaidia maji yaoge siko sawa? Eh. Unaweza ongea pia watu umekuja, sawa, umeanza kuona. Eh, nilikuwa tu sawa. But hmm. Kifika kitu sanane hapa? So nilikuwa nimepigiwa simu sijui ni nani alikuwa amenipigia simu mm, wakinithrete naambia nitoe ile video nilifanya na Rehema. Nilikosa kwa YouTube, kumbe walienda strike, iko hapo kushaipiga sura yake iko hapo, so kukuja kufuatilia mm, kwa nataka niende ni report mm. Nikaanza kusikia tu vibaya na kuna mtu alikuwa karibu wenye alikuwa anaweza nisaidia hata nashangaa, naomba tunashukuru tu Mungu venye umenipata mm. ta si, si. Wow, mm. Sawa, twenda kunimaliza. Mimi sina i pole sana, pole takuwa sawa, umewapata wala nimesha lisafisha yeah. yeah. sehemu hii Kolo, lichukua hili, yote yatakuwa sawa mm. Kolo kutamantelele Joni mm. Tunangojea kina Kendi waleta msema, wamefichificha hapa, wapo ila kabla waje nataka yeah, ukamilishe na mama huyu yeah, awaeleze tu kidogo tu nikuhusu nini kinachoendelea humu, oh, ma maana kabla Collo yeah, alifariki mtu papa hapa. Tena mtu amefariki hapa papa hapa na ana ushahidi huo. Yani ukweli, yeah, ukweli. Yeah, last week kuna mtu alifariki hapa hapa, ndio yeah. Sababu nikawaambia mm, kuna mganga anahangaisha watu kwa hii kijiji mm. Mm. ndio Wow. Mm. Uwe, anasema ukweli. Wala, ule mwenye anasumbuanga watu, ule ule anasumbuanga watu, mm. mm. Unanijua na huyo namjua. Daktari. Namjua. Mm. <laughs> Sawa, tumemaliza. Ndio wala lipo sawa, mm. Kabla niweze kumregesha Collo awe sawa. Um, itakuomba kitu kimoja, utamwazima maji nzuri tu iliyopashwa joto kiasi. Ndiyo. umsaidia kijana huyu Joni, mm. anaposhughulikiwa. Ndiyo.

Mambo vipi, ni John Cena Silver na kawaida yetu ni kama kawaida. Hapa mahali nimesimama ni shamba, ni 50 by 100 plot. Ukiangalia kando yangu kuna nyumba. Ukiangalia kando yangu hizo ni rentals. Kuna ghorofa iko next, kuna hapa ni jirani bado. Nyuma yangu hapo next hiyo nyumba hapo nyuma yako director, nyumba inajengwa huko hapo. Ni ni ni iko, so, ni shamba ambayo iko sempoa sana KCA University, mahali inajengwa main campus KCA University eh, Kitengela side ya KCA. Nini, Kajiado County hii e, ni shamba ambayo inauzwa saizi, bei ambayo inauzwa e, ni, ni, e, ni wanangoja kujenga, wanangoja university maliziwe, waeke kitu inaitwa hostels. Hostels ni mahali ambapo wanafunzi wanakuja kuishi E, kwa kuingia shule masomo. Na so kama unahitaji mashamba ziko mingi sana. Ukiangalia kule juu bado hizi zote mashamba ziko ziko za kulipa mdogo mdogo. Kwetu homes watakuzia shamba ya kulipa mdogo mdogo. Lakini kwa hii ambayo tumesimama mwenyewe anahitaji cash. Ne details ambazo ziko ni title deed na inasoma kwa mwenye hii shamba. Ukinunua mnafanya transfer mara moja. Kawaida yetu ni kama kawaida au sio? Nunua shamba ishi kwako. Mombasa Road ndio ile Mombasa Road Konza City, ndio hapo chini. Ukitaji more details, nipigie simu 0704 315 459 0704 315 459. kawaida yetu Siku nyingi tumeteseka sana, siku nyingi tumeangaika sana, tukitafuta kiongozi bora, tukitafuta kiongozi bora. Leo hii tumeshamupata kiongozi bora, Johnson Otundo, mwenye nguvu, mchapa kazi, Mweshimiwa Johnson Otundo. tv na tesa chochote lewewe unataka usiende bali utapata hapa. Hata kama ukofa ungependa kujua kama unapendwa au la, tuma namba yako, tutafanya unachotaka. Na yeye pia anajua hey, no, ananipenda, anapenda sana. <laughs>